Tunayakubali hmm. Lakini inshallah tumuombe tumwombe Mwenyezi Mungu, kesho tutaamka salama. Waamuzi bwana wa mechi hawatoki uh, tena hapa nyumbani. Jambo jema ni hmm. jambo zuri hmm. Tuwapongeze sana hmm. bodi ya ligi hmm. tuwapongeze sana chama cha mpira hmm. kwa sababu mpira hmm. huu na vitu viwili mpira hmm. hmm. hmm. unaongozwa na kanuni lakini katika kuongozwa na kanuni, vyama vinaongozwa na katiba. Tukasome katiba ya TFF ibara ya 75 b 5, waliokwenda kufanya maamuzi wana mamlaka. Lakini ukiachia katiba, sio jambo la ajabu. Ligi bora kwenye bara la Afrika namba moja ni Misri. Dabi zao zichezeshwe na Misri. Na kwa nini hazichezeshwe na Misri? kuna mtafaruku mkubwa na watu kupoteza uhai Misri, ilitokea wakati huo wazawa wakiendelea kuchezesha ligi ya Misri. Na leo ni wafungue macho wa Tanzania wengi, na naamini kwamba yawezekana wanajua isipokuwa wamesahau. Alahari ya Misri, ukiona wanavaa mazoezi, wanafanya mazoezi, nyuma jezi yao wanavaa jezi namba 75 ina maana maana yake namba 75 ni kuwakumbuka au kuleta kumbukumbu kumbu kwa mashabiki wao 75 waliokufa katika mechi ya dabi kati ya Al Ahly na Zamalek ya Misri. Chama cha soka cha Misri baada ya kuona hali hiyo inatokea, wao wakaamini mwamuzi ndiye alisababisha, wakakubaliana kwamba mechi zao wachukue waamuzi kutoka nje. Ukiachia ligi namba moja kwa ubora ya misri twende ligi namba mbili kwa ubora kwenye bara la Afrika. Tunisia, wa Tunisia kwa ubora wao, mechi zao za dabi hawachezeshwi na waamuzi kutoka nchini mwao. Tena Watunisia wamefanya jambo moja gumu, na uwasilipendi kulizungumza, lakini wacha nilizungumze. Wao wamefanya ubaguzi wa waamuzi wawachuku ya Afrika, ligi namba mbili kwa ubora katika bara la Afrika. Wai ligi namba nne kwa ubora katika bara la Afrika tukuchukua. Kwa hiyo wana Simba na nanyie mmefurahi kuona mechi inachezeshwa na waamuzi. Sio hii tu. Okay. Yeah. Ikiwezekana kama kuna nyingine, kama kuna nyingine, yeah. kama kuna yeah, nyingine. Yeah. Kwa sababu hii haijatimia, yeah. Haijatimia vipi? Kwa nini mechi imechezwa? Mechi si kesho. Kesho. Kesho mbali. Kesho mbali. Inshallah. Changamoto watu wanasema bwana hilo jambo halipo kwenye kanuni. Kanuni imekuja baada ya nani? Katiba. Katiba ya TFF ibara 75. Nimetoa mamlaka kwa kamati ya utendaji kufanya maamuzi, sio mimi shekhe. Mimi nanukuu hata kwenye katiba, nasema hivi katiba inapokwenda haitoi waziwazi unavyotakao itamke kwamba kachukueni uamuzi Misri. Katiba inatoa option mwenye mamlaka kwenda kuamua. Brother, mimi nimepita kwenye sheria humo, usinichukulie poa kwa sababu unanijua Kisugu, unaniita kwa kutawa, unanikuta katika mkoa wa chalamila Dar es Salaam, na dunda na tanua, namchukulia poa. Katiba haitoi wazi wazi kwa kwenda kumgusa mtu, katiba inatoa option kwa mtu mwenye mamlaka kwenda kuamua. Kasomeni kifungu cha sabini na tatu. Nahii mpelekee ansi salamu, wewe rafiki yako mimi tena. <laughs> <laughs> Mpelekee rafiki yako ansi salamu, inasema kamati ya utendaji imepewa mamlaka na madaraka kwenda kufanya maamuzi yoyote kwenye fugo, sio mimi. Tumalize wewe santa. Kama unaninunia mimi, ninunie mimi nanukutu una, una una kwenye katika mchezo wa dabi, unawaambia nini wana Simba sasa kwenye katika mchezo wa dabi au waiti tena. Siwezi kuwasemea watu wengi Uwezi kuwasemea yes. Wewe binafsi yako kesho unaenda kuangalia game? mi kesho mbali, ngoja niamke nitafute, nitakuwa na majibu saidi. Lakini ushandaa nimesema kesho mbali, kesho mbali. Tiketi umekata? Hapana, sina tiketi kwa sababu sina hela ya sina hela ya tale nane. Kwani hauna? Sina. Unakuja nunua. Pia tale nane imekufa, limepotea, wanaswapu ah, wenyewe ah, sijui wao. Sasa kama wanaswapu ah, endelee kuswapu.